Na mkutano mkuu tarehe 29 mpaka tarehe 30 ya mwezi huu, na mkutano mkuu utatanguliwa na vikao vya awali, tatanguliwa na kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi itakayofanyika tarehe 26, baadaye utafuatiwa na kikao cha halmashauri kuu ya taifa kitakachofanyika tarehe ishirini na nane na, na baada ya hapo mkutano mkuu utafanyika tarehe ishirini na tisa na, na tarehe thelathini. Nilieleza awali kwamba ajenda za mkutano mkuu huu maalum kubwa ni tatu. Ya kwanza ni kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi kwa serikali zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kipindi sasa cha miaka mitano, na taarifa nyingine ni ya serikali ya Zanzibar. Kwa hiyo tutapokea taarifa za miaka mitano za utekelezaji wa ilani za serikali zote mbili. Ajenda ya pili itakuwa ni uzinduzi wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Tunaelekea katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba. Sasa vyama vya siasa vinajinadi kupitia ilani na wagombea. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kitazindua rasmi ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025 kuelekea 2030, kwa hiyo tutazindua hapa ilani yetu, mambo muhimu ambayo Chama cha Mapinduzi kinakwenda kuyanadi kwa wananchi na hicho ndio kitendea kazi, na huo ndio mkataba wa chama cha siasa kinapoingia katika kampeni, kinawaahidi wananchi ili kikichaguliwa, basi ilani hiyo ndio mkataba na wananchi katika kutekeleza ilani hiyo. Ajenda ya tatu itakuwa ni marekebisho madogo tu ya katiba ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia kuelekea katika mkutano mkuu, kutakuwa na tukio la uwekaji jiwe la msingi la jengo la makao makuu ya Chama cha Mapinduzi. Tukio hilo litafanyika tarehe ishirini na nane siku hiyo ambayo kutakuwa na halmashauri kuu ya taifa. Hili sikulisema nilipoongea nanyi waandishi wa habari mara ya kwanza, haikuwa sehemu ya ajenda zile nilizozitaja, lakini hili tukio la uwekaji jiwe la msingi la ujenzi wa makao makuu ya chama cha mapinduzi itafanyika tarehe 28 saa tatu asubuhi. Tunajenga jengo la makao makuu ya Chama Cha Mapinduzi pembeni mwa jengo hili, upande wa pili utaona kuna mabati na eneo kubwa hapo, ndio kutakuwa na makao makuu ya Chama Cha Mapinduzi. Chama chetu ni kikubwa, kinaendelea kukua siku hadi siku. Chama chetu sasa kina wanachama milioni kumi na moja maana yake ni chama kikubwa. Kwa hiyo ili tuwe na uwezo wa kuhudumia vizuri shughuli za chama chetu, tumeona sasa pale pamekuwa padogo, sasa tuwe na makao makuu eneo kubwa. Hilo jengo litakuwa na fasiliti zote zenye hadhi ya chama kikubwa cha siasa. CCM ni chama kikubwa namba moja Tanzania, ni, ni chama kikubwa pia Afrika.